Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamtukuza Mungu kwa sababu ya maombi haya ambayo leo ninaenda ku, kuomba mahali hapa. Ninaenda kuomba na wewe mahali hapa ambapo niko hapa kwa sababu ya maombi kwa ajili yako. Lakini nipo hapa kwa sababu ya kumsihi Mungu tuone namna tunavyoweza kupita. Dunia tulionayo imekuwa ni dunia kidogo yenye shida kidogo, na kama unavyofahamu kuna mambo mengi yanaendelea na mambo mengi yanatokea. Kwa hiyo tunatakiwa tumjue Mungu kwenye ulimwengu wa mwili, lakini tuwe kujue Mungu kwenye ulimwengu wa Roho, ili tuweze kukaa katika hali ambayo Mungu anataka tuwe, lakini tuweze kukaa katika hali ambayo tunaweza tukashinda nguvu za giza kaweza tuka tukashinda mamlaka za giza tukaweza tukashinda mamlaka za kuzimu. Ngoja nikwambie ndugu yangu, ukiona mahali hapa ni mlima. Aa, ni poli na watu wengi zamani, ulikuwa unasikia kuna mnyemko ya watu kwenda kusali mlimani, siku hizi ni kama kidogo imepungua hivi. Lakini nini maana yangu, nataka kusema leo, ninataka nifundishe kwa habari ya hii nyika, namna gani watu wanapita kwenye uhalisia, wanaiogopa nyika, wanaogopa poli, lakini kwenye ulimwengu wa mwili wanatembea kwenye hilo poli. Sasa ninataka tujifunze kidogo, alafu nitaenda kukuombea kwa neema ya Kristo Mungu anavyotaka. Amen. Basi leo tutajifunza kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya kumi na nne na ule mstari wa kumi na tano tutasoma mpaka mstari wa kumi na saba Mathayo kumi uh, na nne, kumi na tano mpaka kumi na saba. Bibilia inasema hivi, mstari wa kumi na tano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 na samaki wawili, akasema nileteeni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani, wakaitwaa ile, akaitwaa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama juu mbinguni, akaibariki, akaimega ile mikate akawapa wanafunzi wake, wanafunzi akawapa makutano, wakala wote, wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu kumi na viwili vimejaa. Nao walikula walikuwa wanaume wapata elfu tano bila kwa wanawake na watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma maandiko haya utaona Yesu alikuwa mahali fulani, alafu kulikuwa na maha, hapo mahali hakuna duka hapo mahali hakuna kitu chochote kinachowezwa kula, watu wanaweza wakala. Sasa ngoja nikwambie jambo ambalo kidogo litakusaidia na utaanza kuishi kwenye maisha. Ukitaka mafanikio, kwanza usijiangalie wewe. Ukitaka mafanikio yoyote, lazima uangalie maisha ya, ya watu wengine. Utaona hapa Yesu yupo nyikani, wakati yupo nyikani watu wamemwendea, wakafunga. Biblia inasema ilikuwa ni siku tatu. Yesu alipoangalia wale watu, akawaonea huruma sana, akawaambia uh, wanafunzi akamwambia Uh, waage makutano waende wakajinunulie chakula. Yesu anajua kama kuna chakula, kwa sababu ukisoma haya maandiko, Yesu akawaambia wapeni nyinyi chakula, wakasema hatuna chakula ila mikate mitano na samaki wangapi? Wawili. Maana yake walikuwepo nacho chakula, isipokuwa walijihesabu wenyewe, walijua sisi tupo kumi na mbili, kwenye hii mikate mitano tunaweza tukala kila mmoja mtu mkate nusu na hawa samaki tukala robo robo, tukinywa na maji tutashiba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini waliogopa nyika? Walijua kwamba tunaweza tukatoa hii mikate alafu baadaye tukashindwa chakula. Bwana Yesu apewe sifa, baadaye tukashindwa namna ya kula. Lakini ninampenda sana Yesu mahali hapa. Watu wengi leo wanaishi kwenye nyika na hawabarikiwi kwa sababu hata kile walichonacho hawataki kushiriki na wenzi, na wengine wanakiangalia kile kidogo, wanasema hichi labda ni bajeti ya kesho. Hichi ni bajeti ya kesho? Ngoja nikwambie kitu ambacho hujakijua hapa. Ile ilikuwa ni mikate mitano na samaki wawili. Wakati mikate mitano isipokuwa na mkono wa Mungu, inabaki mikate mitano, lakini ikiwa na mkono wa Mungu, wanaweza kula watu wenye nguvu elfu tano ndio maana unaona walikula watu elfu tano wanaume peke yake bila kuhesabu wanawake na watoto. Na kila mahali unapoona wanaume wapo, lazima ujue wanawake ni wengi kuliko wanaume, hasa kwenye nyumba za ibada, hasa kwenye Injili wanawake ni wengi kuliko wanaume na watoto ni mara mbili. Sasa angalia namna gani ilivyotokea. Yesu anawaambia wapeni nyinyi chakula, alipowaambia wakasema hawana, kumbe walikuwa na mikate mitano. Kwa nini wasiende kusema mwalimu, hapa tuna mikate mitano Namna tulivyoangalia hawa watu tutashindwa kuigawanya ah -ah. Walipiga hesabu yao ili waweze kula wao, waweze kuangalia namna yata, kitu gani kitafata baadaye, baada ya kula, lakini hawawezi kula wakati watu wengine wanawaona. Bwana Yesu apee sifa. Sijui kama unanielewa. Kila mmoja yupo kwenye nyika, amen, amen, ila nyika zinatofautiana. Ninaamini upo kwenye mahali fulani, una nyika unayoipitia hili ni poli la kawaida kabisa ambalo mimi nimeona lina utulivu wa kuja kumsihi Mungu na kuomba na kusema na wewe. Lakini yamkini upo kwenye jangwa, yamkini upo kwenye nyika. Upo kwenye nyika gani? Uchumi wako unakuja na kushuka na unazani uwezi kufanikiwa kwa sababu uchumi ulionao mdogo sana hautoshi hata biashara. Nataka nikwambie hicho kidogo ulicho nacho kikibarikiwa kinaweza kuwa kingi kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie, inawezekana huko kitandani umekata tamaa, umeenda kwa madaktari, madaktari bingwa, maspecialisti. Ah, mwingine hana hata na gharama ya kwenda wapi hospitali, hana hata fedha ya kwenda hospitali, lakini kuna mazingira anayapitia magumu sana, ameshakata tamaa. Upo kwenye nyika ambayo afya yako umeikatia tamaa, umeshaona wewe ni wakufa tu. Mngine yupo kwenye nyika ya watoto, watoto wanamsumbua hawana mwelekeo na ndo watoto hao hao, hajui anaweza kutokaje. Nini nataka kusema muda huu sasa? Na wewe nini nataka kusema nikiwa kwenye hii nyika? Na wewe unaona mikate mitano ilitosha wanaume elfu tano wenye nguvu, bila kuhesabu watoto na wanawake ambapo kwenye ile mikate mitano vilikusanywa vikapu kumi na viwili vikajaa, vikapu kumi na viwili kwa idadi ya wanafunzi kumi na mbili wa Yesu. Sijui unanielewa, mikate mitano walikula wengine, na vikapu kumi na mbili ni zaidi ya kikapu, ni zaidi ya mikate mitano ambao walikula wao. Wanafunzi kila mmoja na kikapu chake. Kama angebana hii mikate mitano maana yake wangeambulia kula nusu na nusu, yenyewe isingefika na bado wangekuwa na njaa. Lakini walipoiweka mbele za Mungu, walipokabidhi njia zao kwa Mungu, waliposikiliza sauti ya Mungu, wakaamua kuangalia Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mmejeruhiwa, kuna watu mmehangaika sana, mmeenda kwenye makanisa, mmesikia huku wanaombea, hamjapata majibu, mmesikia huku wanaombea, hamjapata majibu mahali fulani Yesu akasema zamani za Elisha hakukuwa na wakoma wengi isipokuwa Naamani peke yake ndo aliyoponywa. Sikiliza, kwenda kwenye maombi mahali fulani ambapo ulipasikia ukatamani, ukaamua kwenda, alafu ukaenda ukupona, haimaanishi mahali hapo hakuna Mungu wala haimaanishi kwamba eti hakuna Mungu hawezi kukuponya hapana. Wengine waliumizwa wakakaa nyumbani, wakasema hatuabudu, wakasema hatusali tena. Nini ninachotaka kusema saa hii? Nataka kusema na wewe unaonisikiliza vizuri sana, hakuna mtu anayeweza akaabudu nyumbani. Tafuta mahali kwa kuabudu. Kwa nini ni muhimu uwe na baba? Kwa nini ni muhimu uwe na mlezi? Kwa nini ni muhimu uwe na mtu anayeweza kukuangalia na kukuambia kuna wakati wa uchungu, huwa yoyote anaomba msaada. Bibilia inasema Yesu alipokuwa Getsemane aliomba Mungu, akaagiza malaika kuja kumpa nguvu. Bwana Yesu apewe sifa, alikuja kumpa nguvu. Kuna wakati utapitia ambao unahitaji kupewa nguvu. Huwezi leo ni kwa sababu mzima, huoni cha kufanya. Nyika ulilonalo ni nyika ambalo huoni njia, nyika ambayo huoni chakula. Petro aliona hapa, watu watakufa kwa kiu, hapa watu watakufa kwa njaa, kwa sababu hakuna duka, hakuna maji, hakuna choo, watu wanajisaidia polini. Lakini Yesu alipoona, aliona kwenye nyika kuna njia ya kupita. Kwa nini? Mungu peke yake ndo anaweza kukupitisha kwenye nyika. Unapita kwenye nyika gani? Unatembea kwenye hali gani? unapita kwenye mazingira gani magumu? Ni naye Yesu ambaye ninakutangazia neema ya uponyaji kwake muda huu. Hapo ulipo, kama kuna mahali pana kuuma, kama kuna shida fulani unaipitia hapo ulipo, weka mkono wako wa kuume kifuani, nenda uone Mungu anavyoweza kutenda, uone Mungu anavyoweza kuponya. Unaenda kupokea uponyaji hapo hapo. Kama una biashara yako ndogo Shika fedha hiyo ndogo ulionayo, ikamate, iweke mkononi mwako, muone mungu anavyoenda kutenda mbele yako. Ninaenda kuomba, pray the Lord. Baba Mungu, kwa damu ya Mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo, niko na mtoto wako huyu anaonitazama saa hii, niko na mtoto wako huyu anaonifuatilia saa hii. Mungu, nimeona wewe Yesu uliwalisha wanaume elfu tano bila kuhesabu watoto na wanawake Ulipokuwa nyikani wanafunzi wako walikosa ufumbuzi, lakini wewe ulikuwa na ufumbuzi, Bwana Yesu. Nami ninamweka huyu mtoto wako mkononi mwako, kwa kuwa amekosa ufumbuzi. Ninaisogeza biashara yake kwenye mkono wako. Ninaibariki biashara yake kwa jina la Yesu, ninaibariki kazi yake kwa jina la Yesu, nabariki afya yake kwa jina la Yesu. Ninaagiza sasa hivi kwa damu ya mwanakondoo, pokea uponyaji pokea uponyaji pokea uponyaji pokea uponyaji kwa damu ya Yesu. Mahali ulipolala mahali ulipokaa mahali hapo pokea uponyaji kwa jina la Yesu, pokea uponyaji kwa jina la Yesu, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Ninatangaza uponyaji natangaza uzima natangaza baraka natangaza mafanikio kwa jina la Yesu Kristo, nyayo zako zipate nguvu uanze kunyanyuka tena uchumi wako upate nguvu uanze kutembea tena. Fedha yako ipate nguvu ianze kuonekana tena, vikapo vianze kujaa tena kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu ninakutukuza kwa ajili yake. Asiyoona aone sasa hivi, asiyezaa azae sasa hivi. Mwenye ukimwi, sukari, kansa, presha, roho za udhaifu, ninatangaza uzima sasa hivi. Pokea kwa jina la Yesu, pokea uzima kwa jina la Yesu poke uzima kwa jina la Yesu. Presha kimbia! Ma, mapepo ya presha, mapepo ya moyo, maini, figo, tibii, sukari, achia, achia, achia kwa jina la Yesu. Miguu kuwa kama moto, achia kwa jina la Yesu. Uharibifu achia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo ninatangaza uzima kwake, natangaza uzima kwake, natangaza baraka naibariki kapu yake, nabariki biashara yake, nabariki duka lake, nabariki vitu vyake, nabariki uchumi wake, nabariki kwa jina la Yesu. Namwinua sasa kwa damu ya Yesu Kristo, nenda kastawe, nenda kabarikiwe, nenda kainuliwe kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana, endelea kunifuatilia. Naitwa Pastor Justine Kikando, mahali ambapo ninaabudu na ni kutaniko ambalo Mungu amelichagua watu wakutanike hapo, ni sua Morogoro mjini, sua getini. Tunakutana hapo kila siku za Jumatano, Ijumaa saa kumi jioni na siku ya Jumapili kuanzia saa tatu kamili asubuhi. Tunakuepo pale kwa ajili ya maombi na maombezi na matendo makuu ya Mungu. Fika pale, usikae nyumbani. Mungu wa mbinguni akubariki sana, uwe na wakati mwema Amen.